Tazamaji ni kujuze taarifa nyingine ambapo mahakama ya leba na uajiri imesitisha zoezi la usajili wa maafisa wa polisi hadi pale ombi lililowasilishwa kupinga zoezi hilo litakaposikizwa na kuamuliwa. Jaji Helen Wasilswa ametoa amri hiyo ya muda kufuatia ombi lililowasilishwa tarehe 30 Septemba mwaka huu. Haya yanajiri huku idara ya huduma ya polisi inatarajia kuanza rasmi zoezi la kuajiri maafisa wa polisi Ijumaa tarehe tatu Oktoba, ikilenga askari wapya elfu kumi kote nchini.

Katika zile opportunities ama zile nafasi ambazo tumetoa, ni kuwa kuna njia tofauti tofauti za mtu kupata zile forms aweze kwenda nazo kwa recruitment center. Njia ya kwanza rahisi kabisa ni ile ya ku download. Unakiwa na access, una download. Njia nyingine, tumepeleka forms kwa huduma centers that they are able to access them. The last uh, which is now a practical approach tunabeba forms hawa wanapotoka hapa leo. Wanabeba physical forms.